Nchi hii tulikubaliana kuwa siasa iongozwe na vyama vingi, na vyama sasa tunavyo 19, na vikubwa vinaonekana karibu vyote, kwa sababu wananchi wanavikubali, lakini zaidi vipo CCM, Chadema na ACT Wazalendo, na ni kawaida Marekani vipo viwili, Uingereza vipo viwili, sisi tuna vitatu, lakini vilivyoandikishwa vipo 19 nadhani na tunatazamia vyote vinafanya kazi hiyo ya siasa kwa mujibu wa katiba, sheria na kanuni zinazopitishwa bila kukiuka katiba na sheria. Lakini ukisikiliza sasa hivi mazungumzo ni kama kuna kuugua kisiasa, kuna ubishi wa CCM na serikali yake, ubishi wa Chadema ambao inatafuta kuchaguliwa na kuitoa CCM kwenye madaraka na ukisikiliza maneno yanayotoka kwenye ubishi ule hayapendezi. Kwa hiyo sisi wananchi tulioko nje tunasikiliza CHADEMA wanasema nini, CCM wanasema nini. Halafu vipo vyombo vinavyosimamia uchaguzi, ipo tume huru ya uchaguzi inayosimamiwa na jaji wa mahakama, na mahakama ndiyo chombo cha usimamizi wa sheria na haki, na akipewa jaji kusimamia chombo tunategemea pale kuna afya ya sheria. Lakini sasa kupitia ubishi, ni kama kuna ugonjwa na ubishi unaoelekea kusema kuwa hata tendo la uchaguzi lisiwepo, ni tunaelekea kama kuugua. Kitu gani hicho? Ni ugonjwa gani huo? Tiba yake ni mazungumzo, mpaka mnakubaliana au mnakubaliana kutokukubaliana na mnaendelea kwa kile mlichokubaliana, kwa utaratibu uliopo. Mzee Joseph Butiku, mwenyekiti wa taasisi ya mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwenye dakika 45 za ITV. Bado tupo na mzee Joseph Butiku anaendelea hapa kwa kusema, mimi sio mwanasheria, lakini niseme, tume inaongozwa na jaji, yani mabingwa kutafsiri sheria na katiba zetu zinasema nini, na ndio maana hawakuniweka mimi, wakamweka jaji. Matumaini yangu ni kwamba maamuzi ya tume ambayo sasa yanabishaniwa na wale wanaobishana na tume, mmojawapo kwa mujibu wa katiba na sheria atakuwa anasema kweli zaidi kuliko mwingine. Hili ndilo tatizo katika ubishi huu wa kwenda kusaini kanuni. Mimi nimewasikiliza, kikubwa ni kwamba wale wanaotuendeshea siasa kimoja ya chama na hata kilichoko madarakani, nao wanaubishi kuhusu hili, na hawa hawajasaini kwa sababu wanaamini kwamba yapo mambo yamekosewa na hawawezi kusaini kwa sababu ya wa masharti walionayo kwamba hawawezi kusaini mpaka imekuwa hivi. Sasa mimi nasema hayo ni sehemu ya mazungumzo ya kabla ya uchaguzi, na mimi matumaini yangu ni kuwa mazungumzo hayo yataruhusu kupata majibu na wahusika wote watashiriki uchaguzi na sisi wananchi tusiambiwe kwamba tusiende kupiga kura. Mimi binafsi na ngoja kwenda kupiga kura. Haya mengine naamini vyama vya siasa na jaji wa tume na watumishi wake watatoa tafsiri inayozingatia katiba na sheria kuwawezesha vyama vya siasa kushiriki na sisi kwenda kupiga kura. Huyu ni mzee Joseph Butiku, mwenyekiti wa taasisi mwalim ya mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwenye dakika 45 za ITV. Bado tupo na mzee huyu, mzee Joseph Butiku anaendelea kwa kusema, reforms kubwa ipo katika katiba, na rais Kikwete alitupa nafasi miaka kadhaa iliyopita, na mimi nilikuwa mjumbe katika kujaribu kutazama namna ya kubadili katiba yetu ili iwaridhishe kwa kiasi kikubwa Watanzania wengi kama siyo wote, na kazi hii ilifanyika vizuri, lakini mwishowe matokeo hayakuwa vile tulivyotarajia. Kwa hiyo reforms hiyo haikuwezekana, na tangu wakati huo tunahangaika na mini reforms. Ubishi wa sasa ni kwa sababu tumeshindwa kuwa na reforms ya maana ambayo mnakwenda kwa wananchi wenyewe, wanawaambia namna ya kubadili katiba mama inayozaa sheria zenu. Chadema wanasema no reforms, lakini ni reforms katika mambo gani? Mimi nakubali mazungumzo ya reforms, lakini maoni yangu, tuendelee na mazungumzo hayo, lakini yasiwe sababu ya kuwazuia Watanzania kwenda kupiga kura kuwachagua viongozi wao. Huyu ni mzee Joseph Butiku, mwenyekiti wa taasisi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwenye dakika 45 za ITV. Mzee Joseph Butiku anaendelea hapa kwa kusema: niseme wote tunafahamu na sidhani kama kuna ambaye hajui kuwa yapo matatizo ndani ya taifa letu yanayohusu chaguzi, rushwa, kuiba kura, wanasema kufuta watu wengine, unashtuka tu, unaambiwa hujui kusoma. Zipo pia taratibu hizi za tabia mbaya, si taratibu na ni taratibu mbaya za wale waliowekwa na sheria kusimamia mambo yetu haya. Mimi ningependa hizo tuendelee kuzizungumza, na ningeamka nikawa sijui ni nani, ningependekeza twende tukafanye uchaguzi katika yote haya, hivihivi hivi tulivyo. Kama ni uchafu tunaofahamu wote, twende tukapige kura, lakini baada ya hapo tukae kama watu wenye taifa linaloheshimika tuzungumze, tuondoe kasoro zote hizo hasa kasoro ya rushwa. Kasoro kubwa ni kuwa ukiwa unatamani madaraka yoyote yale, na madaraka yanapatikana kwa utaratibu, yakitokana na watu, ukatafuta njia ya kupata madaraka kinyume na taratibu, na kwa njia ya kuwanyima wale wanaokupa madaraka hayo nafasi. Hakuna dhambi kubwa kama hiyo, na tusifikie huko, na anayejihusisha nayo, tuombe wote wazungumze na tufikie mahali vyama vyetu vikawa na maamuzi ya kutowapeleka wananchi kwenda kupiga kura na kutumia haki yao ya kupata viongozi wao. Mimi nadhani kuna maneno hapa na pale, lakini kwa jumla ni ya kawaida. Sisi wananchi tunajua wakati umefika mwezi Oktoba, tuende kuchagua viongozi wetu, tukiwa tumekaa na hawa waliopo kwa kipindi tulichokubaliana wawepo, rais na wenzake. Uchaguzi una utaratibu, ni jambo takatifu la taifa, unatoa nafasi kila baada ya miaka mitano kwa wananchi kuchagua viongozi wao, na katiba yetu inatuambia wakati sasa umefika. Kuna ubishi, lakini ubishi huo si, si, eh, kuna ubishi lakini ubishi huo sidhani kama utazuia Watanzania kwenda kuchagua, na tunasikiliza na ndio maana mimi nasema uchaguzi, tunapokuwa tunatafuta viongozi miaka yote, na sio hapa tu kwetu, kila mahali, huwa ni wakati wa ubishi, kwa sababu watu wanagombea nafasi ya kuongoza. Hizi ni nafasi za madaraka, lakini vilevile vile nafasi ya heshima, kwani kuna kiwango cha juu cha heshima kidogo ukishapata. Ukiwa rais unaheshimiwa zaidi, unalindwa na zaidi, kuna maslahi ukishachaguliwa. Kwa hiyo hili ndilo lina, eh, linalofanya kuwe na shauku kubwa na ndilo ninaloliona sasa hapa nyumbani, lakini mimi nadhani bado tutapata nafasi ya kwenda kuchagua. Huyu ni mzee Joseph Butiku, mwenyekiti wa taasisi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwenye dakika 45